Ena sahii wameshoo desperate yao wakati wa Matiani, mi niliwaambia watu wa mlima mtakuas s hamuta wai produce president. Hiyo ni kitu niliwambia for free. Watu wa mlima wako desperate and desperate. Sahii tuliona walikatazwa na Uhuru Kenyatta wakaambiwa Ruto, wakasema tunataka huyo, maana huyo ndo Yesu Kristo ameshaingia ndio hii tena wameanza mambo sijui nini nini. Saa hii tena Ruto ni mbaya. Saa hii wameenda kuokota mwingine mwenye alikuwa na huo. Watu wanapatikana kwa Yala, wanapatana wanapatikana Rivayala. Tujawahi ambiwa Matiang'i jaisi mama atuambie watu wetu waliopatikana kwa magunia Rivayala anakuja wanakuja kutuambia ati Matiang'i kuwe president, president for nothing. Tunasema hivi we Kenyans hatutakubali kufungwa macho, hatutakubali kufunga macho. Matiang'i lazima anafaa afunguliwe mashtaka, aeleze watu walikuwa wanapatikana rivayala akiwa Minister of Interior, wakati wakati wa Uhuru wa era. Saa hii ndo Uhuru anaenda kutuongozea anaenda kutuokotea Matiang'i, ati sasa huyu anakuja hata. Ndo kwa maana Ruto alisema yeye ana competitor, ukiangalia mtu kama Matiang'i ni mtu anaweza toa Ruto hapo, to be sincere Tuende tu ukweli kabisa, Matiangi anaweza toa Ruto, Kalonzo anaweza toa Ruto. Wacha nikuambie, hii ndio unasikianga, ni ile game inatongwa Tom and Jerry, hii ni Tom and Jerry. naona hapa hakuna kitu. Kwa hivyo sisi tunasema hivi, Matiangi tumeona amekuja, na tunaona watu wa mlima ndio wameenda kumpokea kwa sababu wako desperate. Unaona mbona wakisi wajakuwa hapo shuali hata wenyewe wamemkataa juu anaona hapa hakuna uongozi. Kwa hivyo mimi ile kitu mimi nasema Matiangi hawezi hawezi toa Ruto, hawezi hawezi hawezi jua iwake mvua inyeshe, hata tukose mvua miaka mia tatu kama wakati wa Elisha, hawezi hawezi. Kwa hivyo mi ile kitu mimi nasema hivi tuache kukuja kudanganywa hapa, tuache kukuja siku kuambiwa nini. Mimi chenye najua Matiangi hawezi toa Ruto, na hata Ruto anacheka. Mi nakwambia mheshimiwa Ruto, hata kuna watu wengine usianze kuongelea. Nilikwambia usiongee kwa Gashagwa, achana na yeye. hata Matiang'i pia usiongelee, maana ukiangalia mtu kama mutu kama nani Gashagwa awaelewani mpaka na Uhuru Kenyatta. Tangu lini falme zikipigana kutakuwa na, na ushindi? I'm telling the truth, hii wacha nikwambie ni PR. hii wacha nikwambie hii hii ndio ile michezo inachezwa yenye haina nyuma na mbele, na mi nakwambia kalonzo wakijaribu kukunyima, pigana na hao. Thank you.